Miipake Nyabiti, naapa kwa dhati kwamba nitaitumikia halmashauri ya manispaa ya Msoma kwa wadhifa wangu wa udiwani na kwamba nitahifadhi, nitarinda na kutetea katiba ya jamhuri ya muungano wa Tanzania, sheria za Tanzania, maadili ya madiwani na kanuni za kudumu za halmashauri kama zilivyowekwa kwa mujibu wa sheria na kwamba taitumikia halmashauri ya Manispaa ya Musoma kwa uaminifu, kwa uwezo na moyo wangu wote. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie mimi, mimi, mimi. Agnesi imehumarwa na hapa kwa dhati kwamba itaitumikia halmashauri kwa, ya manispaa ya Musoma kwa wakama wangu wa udiwani kwa wa wa na kwamba itahifadhi itailinda na kutetea katiba ya jamhuri ya muungano wa Tanzania, sheria za Tanzania, maadili ya madiwani na kanuni za kuapanikiza halmashauri kama zilivyowekwa. Kwa uwezo wa sheria na, na kwamba nitaitumikia halmashauri ya manispaa ya Musoma kwa uaminifu kwa uwezo na moyo wangu wote, ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. <muchikansi> Sekretarieti ya maadili ya viongozi wa umma ni idara inayojitegemea chini ya ofisi ya rais, ambayo ina jukumu la kufuatilia mienendo na tabia za viongozi wetu wa umma wakiwemo waheshimiwa madiwani. Kwa hiyo wa tujipongeze, na tujione fahari kwamba sheria ya maadili ya viongozi wa umma inatutambua tatikie magovu